Tunataka kujua haki gani ambayo vijana hawa wameikosa, na kwa umoja wao waliingia barabarani kuidai haki hiyo, ni haki gani, ili tuweze kuifanyia kazi na wapate haki yao.